Sasa hizo video ni za kitambo. Wa Kenya naomba kama itawezekana tu nisamee, na hata watoto wangu naomba wanisamee vuni watoto wakubwa na watoto wote nawaomba msamaha. Mwenye aliona hiyo video, tafadhali namuomba kwa isani yake, tafadhali avute tu na sitarudia hiyo kitu tena. Huyu msisana mwenye avute tu na sitarudia hiyo kitu tena, msisana mwenye anaitwa Wambuna Tabika, wakaniokolea wakanitoa huko Meru, nilikuwa karibu niuliwe na mofu sababu sikuwa najua ni nini kinanifanya nifanya niuliwe. Mimi ni mama, sitarudia hii njambo tena. Mimi ni nyanya, kuna watoto, mtoto wangu ako na mtoto, mpaka naona aibu sana hata kuendesha hii kitu mbele ya watu. Juu naomba ah. <laughs> <laughs> tu nimsamea naomba tu tafadhali, mnisamehe, sitarudia hii jambo tena. Naomba serikali, tafadhali, mnisamehe na mn saidie venye mtaweza. Hii msiba kwangu ni sito. sina si nguvu, sina uwezo sasa hizo video ni za kitambo. Wa Kenya naomba kama itawezekana tu unisamehe na hata watoto wangu naomba wanisamehe, juu ni watoto wakubwa. Na watoto wote nawaomba msamaha, mwenye aliona hiyo video tafadhali, na muomba kwa isani yake tafadhali, avute tu na sitarudia hiyo kitu tena. Huyu msichana mwenye anaitwa Wambu na Tabika, wakaniokolea wakanitoa waka huko Meru, nilikuwa karibu niuliwe na mofu sababu sikuwa anajua ni nini kinanifanya nifanya niundiwe. Mimi ni mama, sitarudia hii jambo tena. Mimi ni nyanya, kuna watoto, mtoto wangu ako na mtoto, mpaka naona aibu sana hata kuendesha hii kitu mbele ya watu juu ah. <coughs> <coughs> naomba tu nimsamee naomba tu tafadhali, mnisamee, sitarudia hii jambo tena. Naomba serikali tafadhali, unisamee samee na mni saidieni venye mtaweza. Hii msiko kwangu ni sito, sina nguvu, sina uwezo.